Anasema ukinipenda, ukinipenda mtazishika amri zangu, ukinipenda mtazishika amri zangu, mukinipenda, mkinipenda watu watemeke, mkimpenda Baba mtashika amri zake, mtashika maagizo yake, mtatii maagizo yake. Nasema msani ume wow. 6 anasema nami nitamwomba Baba, naye atawapa msaidizi mwingine, ili akae nani milele. Ashukuriwe Mungu, ametupenda ametupa msaidizi Roho Mtakatifu ili akae na sisi milele. Anasema ndiye Roho wa kweli, ndiye Roho wa kweli, ambaye ulimwengu hawezi kumpokea kwa kuwa hamwoni ni mliookoka muna mtambua, maana anakaa kwenu Roho Mtakatifu. Akae kwako e, siku zote milele kwa jina Yesu. Naye atakuwa ndani yetu Roho Mtakatifu, asikauke ndani yako siku zote, uone kugujiko la Bwana awe kwako siku zote. Mungu anatupenda na ndio maana akamwachia Roho Mtakatifu akae ndani yetu

Uh, nakanda Yohana kunambilekunatano silatano tunagilekunatano vinasema yeye naye mwana anao huo uzima. Huyu Yesu anao uzima, asiye naye mwana wa Mungu hana uzima. Ashukuriwe Mungu nanaye mwana, mwana uzima ndani yako naongea na watu ambao wanao uzima ndani yao. Ukiona na mwana, vitu vyako vyote vina uhai vina uzima. Anasema, nimewaandikia ninyi mambo haya ili mjue ya kuwa mna uzima wa milele. Pigia makofi Mungu tena hapa.

Naona <tipos> ujasiri kabisa, umwambie kwa madhara <gayon> na huu ndio ujasiri niliyo nao kwake, ya kuwa habari, ndio ya kuwa nikiomba kitu sawasawa na mapenzi yake Hujaelewa, hujanielewa? Sikiliza hapa, tunaongea ujasiri wapa, kama una ujasiri. Kinachotupa ujasiri ni haki, tumepewa haki kwa sababu ya neema ya wokovu. Anasema waliomwamini mwana wa Mungu wana uzima, na ukiwa na uzima Yesu ndani yako lazima uwe na ujasiri. Tunapoenda kwa Bwana, tuna hakika ya kwamba ni baba yetu. Tunapoomba jambo lolote, yeye anatupatia tuna ujasiri, maana hatuna dhambi ndani yetu. Tuna mjua Baba, tuna mwamini Baba, kwa sababu hiyo tuna hakika ya kupewa shiketnamko yeah, yeah. haya

Nataka nikwambie, unatoka hapa, mambo yako yote yakawe mapya. Sitasita, ntamalizaje masomo? Utamaliza, ninao ujasiri wa yeah kumaliza chuo, nikiomba chochote kwa Bwana Lakini Yesu atanisomesha. Nina uhakika, Mungu wako na majibu. Nina uhakika yeye naweza. Anaweza. Haleluya! Haleluya! Haleluya! Haleluya! Sema na pokea kwa jina la Yesu. Tukiomba kitu, Bwana kupe kwa jina la Yesu, upewe na Bwana kwa jina la Yesu. Anasema tukiomba kitu, tukiomba kitu. Haleluya, nimetiwa moyo na maneno haya. Se, mbona nasikia furaha, mwona Yesu ndani yako? Haya, haya. Anasema anatusikia. Barikiwa na Yesu anatusikia. Anasema tuombacho chochote, twajua kwamba tuna zile haja Mwomba Mungu, kila mtu anao mahitaji. Tuko duniani, unapoomba chochote Bwana atakupatia. Kwanzia leo, kamwambie Bwana, usifanye kilichoti kwa akili yako, kamwambie Bwana. Ukipiga goti, jue mbingu zimekusikia. Watoto wa Mungu ni watoto wa Mungu, wana waibirisi ni waibirisi. Niyasema, nawafurahia watakatifu. Unapomwambia Bwana atakupatia mahitaji yako. Ukapewa na Bwana, ukapewa na Bwana, ukapewa na Bwana, ukapewa na Bwana ukapewe na Bwana, na kutamkia, ukapewe na Bwana. Nasukuma kutamka, ni kwa nini nasema ukapewe na Bwana? Napotamka hapa, kuna mtu anapewa tena dakika hii, nikijaribu kuachia na shindwa. Ukapewe na Bwana, we uliokombolewa, ukapewe, ukapewe, upewe leo, upewe sahii, upewe kesho, upewe Bwana aliye hai. Sema, sema tena. Napokea, napokea, napokea katika katika katika jina jina jina la la la Yesu Yesu Yesu Kristo. Mkono wako. Haleluya! Mungu watu hawa wamewaokoa, nami umeniokoa. Haleluya, ametuokoa. Haleluya, ni neema, ni neema ni neema haleluya, ni neema. Wakumbuke leo na hapa, ujasiri, hatuogopi shetani. Hata kikuukumu, usiogope. Hata kikutishia na mazingira, usiogope. Hata akisema vitu vakeshatama, usiogope. Akisema uwezi sema, naweza Akisema umefeli nisema nimeshinda. Wana wa Mungu tunatamka vitu positivu, akituli zetu zinafunguliwa. Kuna mtu anafunguliwa akili yake, na sikia moyo wake unafunguliwa, akili yake nafunguliwa. Bwana kupe neema hiyo, upewe na Bwana, upewe mitazamo mipya, mitazamo ya kijinga inaondoka, ile ngome ambayo ilishikilia ufahamu wako inaondoka imekwambia Mungu anabadilisha kiwango, anakupa kiwango kingine. Bwana wabariki watu hawa, na mi nawatamkia baraka. Wabariki Bwana, wape neema kubwa, mafuta uniyoachilia juu ya waratibu wake yakatembee juu ya watu hawo. Neema hii Bwana ikazidi kutembea Temeke, hii Bwana ikakujue Bwana, Mkuranga ukakujue Bwana. Haya, vikundi wakujue Bwana, mitaa yote akakujue Bwana, vio vyote kakujue Bwana. Haya futa, ya ni mafuta, makanisa yakafurahie. Kuna mtu alishindikana lakini leo mchungaji wako atakufurahia. Kuna wengine wazee walikuchoka, unapotoka hapa leo, wazee watakufurahia mana Bwana anafanya jambo jipya, Mungu anatenda jambo jipya, anakutendea jambo jipya. Iko neema ya Bwana Mungu anakutendea katika jina la Yesu. Iko neema ya Bwana, iko baraka ya Bwana, iko muujiza wa Bwana uba yes. anakutendea, ukapokea hiyo. Bwana anatenda jambo katika mkesha huu, siele kwa nini, weka hiyo maumivu hayo, Mungu anataka kuyafanya. Bwana anakupa, tunapeana na Bwana anakupatia haki yako haki yako. Yesu, wabariki watu, wabariki watua, wabariki vijana hawa wabariki Bwana, wakawe baraka ya familia, wakawe baraka ya ukoo, wakawe baraka ya maisha yao, wakawe baraka ya wazazi.